Msani wa muziki, mfanyabiashara na pia mwanamitindo Rihanna ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 37, amezua gumzo kupitia mavazi ambayo ameyavalia hasa ya kichochoa na mabadiliko ya, ya umbo lake, yani kuongezeka kimtindo na hii kuaminiwa ya kuwa huenda kwa sasa ana ujauzito yani, anategemea kupata mtoto wa tatu hizi ni picha na video ambayo zinamuonesha huko Los Angeles nchini Marekani, ambako alikuwa ameenda kwenye duka la vyakula Bristol Farms, kama umeonavyo, akiyapita pita katika minuu mbalimbali akichagua vitu vya kununua, huku pia akionekana kutafuna baadhi ya vyakula ambavyo alikuwa kivutwa navyo kwenye duka hili. Rihanna alikuwa amevalia tracksuit za kijivu kama umeonavyo, lakini ni pana sana na ukimtazama kwa uzuri Rihanna ni tofauti na Rihanna hivi karibuni ambaye alikuwa amekwisha kutoka kwenye uzazi tangu ampate RZA mwenye miaka miwili kwa sasa, lakini pia Riot ambaye ana umri wa mwaka mmoja tu. Watoto hao wawili tuwa ambao amewapata na mpenzi wake ASAP Rocky. So, mabadiliko ya mwili wake lakini pia namna ambavyo ameweza kujiacha kwenye, kwenye ya kuwa, huenda, Rihanna, kawa na, mavazi so, imepelekea imepelekea kuwepo kwa hajataka swala hili hili kuweza kulia hadharani tu kwa kujiacha upande wa mavazi masolo ya uzazi angependa kupata jumla ya watoto wa nne, yaani kwamba anapenda watoto ma, anapenda familia, na huu ndio muda sahihi wa yeye kuweza kuweka nguvu huko, na kwa hiki ambacho kimeweza kuonekana kupitia picha na video husika, wengi wanaamini ya kuwa huenda kwa sasa Rihanna anajiandaa kumpokea mtoto wa tatu mrembo huyo amekuwa na mafanikio makubwa sana kwenye muziki na nje muziki, hasa uwekezaji wa wake kwenye masuala ya mitindo, lakini pia vipodozi na amekuwa akitengeneza pesa ndefu tu, ni bilionea n, kwenye mahusiano yake ya kimapenzi na ASAP Rocky imekuwa kapo pendo ambayo haina drama na wameweza kusimama pamoja kwenye